Nimepata kusema mara moja kwamba nchi haiwezi kukosa wenda wazimu. Mimi <laughs> nimetembea nchi nyingi sana, na sijafika nchi moja ambayo haina wenda wazimu. Nchi nyingi zina wenda wazimu, na sii tunao wakwetu <laughs> tuna katiba yetu na tunailinda katiba yetu. Kazi yangu kubwa kama rais wa jamhuri ni kulinda katiba, ni kuona kwamba katiba ya nchi inaheshimiwa, na katiba ya nchi ina mambo mbalimbali. Moja ni uhuru, uhuru wa kusema katika nchi yetu bila hofu, useme, unasema tu, mtu hawezi kuzuia kusema katika nchi yetu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 kwa hiyo ukifika pale akukuta serikali inakosea, mimi nakosea, waziri fulani nakosea, serikali kwa jumla inakosea, lazima niweze kuambiwa au serikali iweze kuambiwa, nyinyi mnakosa hivi. Lazima waweze kusema haki namna ile wazi wazi, na mimi kazi yangu ni kuwalinda wajumbe wale. Kazi yangu mmoja ni kuwalinda, hakuna mtu anaweza kuwazuia wale kusema, maana ndio maana ya demokrasi. Demokrasi ya kushonana midomo si demokrasi. Mi nawaahidini, mimi nitaendelea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 na wengi wao ni wapumbavu vile vile kama wao. Wako wana siasa, si wengi lakini tunao. Na hapa Tanzania si wengi lakini tunao. Ni, ni wana siasa kama malaya, malaya hivi <laughs> wanajali fedha zaidi kuliko heshima yao, wana tabia ya kimalaya malaya hivi <laughs> unamuona, unamwona analiandama jitu, anafatana nalo, unasema huyu anafatana na lile jitu kwa nini? Manake <laughs> si heshima huyu kuandamana na yule, lakini unagundua anaandama hela hii <laughs> <laughs> <laughs> ni, ni tabia ya kimalaya malaya. <laughs> <laughs> Na tunao wanasiasa wenye tabia ya kimalaya malaya namna <laughs> wananunulika. Heshima yao inauzwa, ina bei. Anakuuliza, anaona fanya, fanya kitendo kadhaa ambacho ni kitendo cha aibu, lakini anakuuliza ngapi baba? Ukitoa <laughs> <laughs> bei, ukimlipa basi anakubali. Sasa sasa dhahiri mtu mwenye tabia ya, ya umalaya malaya, kwa sababu ananun nunu, yeye ananunulika, anafikiri na wenzie vile vile wananunulika <laughs> kwa hiyo anatoka anakwenda kwa watu wengine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 sababu yake ya kufanya kitendo kile ni pesa tukimuuliza kwa nini unafanya hivyo nalipwa na hana hajali nani anayemlipa inawezekana nchi mbili adui zinapigana hii na hii anaweza kwenda kwa hii akasema kuenda kwa hii hawa awakubali kumlipa ata atawapigania awaa kama hawezi yuko tayari kuandikwa na hawa apige huku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 mapesa haya hapa eh? Anafanyia kazi na tena ni jitu inafanya kazi si za wananchi hapa, kazi za watu wengine, ni mercenaries. Ni mercenaries, ni mwanasiasa mercenaries. Wende wazima sasa wamekiona cha mtema kuni, na tuna tume matangazo tumesema waende wengine wapumbavu kama akuadhiriwa sasa hivi tukawatia ndani wote wazima <laughs> Tumepata aibu mara moja, wanafikiri tunaweza kupata aibu mara mbili tena? uh-huh. Jeshi letu ni jeshi la wananchi wa Tanzania, sijui hawaelewi <laughs> ni jeshi la wananchi wa Tanzania, sio jeshi la vibaraka <laughs> iwe na wasiwasi wasi hata kidogo, tunawajua tunawajua, tutawasaka hmm, tutawasaka moja moja moja moja <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> tutawasaka moja moja eh? na kila tutakapowasaka tutawatangazieni. <coughs> Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliyasema hayo Julai 22 mwaka 1967 alipokuwa akiwahutubia vijana waliotembea kwa mguu kutoka Moshi na Minaki kuunga mkono hatua ya serikali wakati huo kuwaweka kizuizini baadhi ya viongozi waliolipinga Azimio la Arusha. Oh,